Watu wa dini sasa hivi mmekuwa kama mdudu senene. Mdudu senene ukiwakusanya wengi, ukawatia kwenye mfuko wa nailoni, ukawafungia, badala waung'ate mfuko ili watoroke, wao wanang'atana wenyewe kwa wenyewe. Viongozi wa Katoliki wametoa waraka lakini sio Wakatoliki wote wanaokubali huo walaka, lakini pia wapo Waislamu wanaokubali huo walaka. Viongozi wa Kiislamu mmetoa matamko yenu, lakini sio Waislamu wote wanaunga mkono matamko yenu, lakini pia wapo Wakatoliki wanaunga mkono hayo matamko yenu. kwa maana hiyo wapo Wakatoliki, wapo Waislamu, wapo na wapagani na dini zingine wanaopinga maandamano. Lakini pia kama tarehe tisa wataandamana, wapo watakaoandamana. Waislamu wataandamana, Wakristu wataandamana, na wapagani. Wewe kiongozi unayesema kwamba watakaoandamana utawala kichwa lazima ujue kwamba utawala kichwa mpaka na waamini wako. Lakini pia nikuulize swali, dini yako inaruhusu kuua? Au hiyo kula kichwa ina maana gani? <laughs> tuachane na hiyo ninawaomba viongozi wa dini mtumie hekima, busara, sio hasira na mihemko kwenye kutoa maamuzi yenu, na tuendelee kuwakumbusha waamini na wananchi kwamba maandamano yasiyo rasmi, hizo ni vurugu.